Kuna maradhi ambayo yanasumbua sana sana sana sana sana, na haya maradhi kidogo inakuwa ni kama maradhi, tunasema ni maradhi ya siri. Kwa hiyo, wengine mtu akimpata, basi anatengeneza kama usiri fulani kumwadisia mwenzie au hata kufika hospitalini kujielezea, kwa sababu ni maradhi ambayo huwa yanashika sehemu mbaya, sehemu nyeti, na ni maradhi ambayo kwa Waswahili tunaita bawasili au mgolo au kwa jina jingine, tunasema kwa jina la kitaalam linaitwa amoroide au kwa jina jingine ambalo linaitwa pilas au tunasema pilas. Sasa hai hili hili tatizo hili au haya maradhi haya, kwani ni nini na yanasumbuaje, yapoje, yapoje? Bawasili ni uvimbe ambao unapatikana katika sehemu, katika tundu tunasema anus ya haja kubwa, kwa ndani, baina ya colon na sehemu ya haja kubwa. Hapa tunaposema, hapa tunasema ni katikati, au tunasema mwisho wa colon, mwanzo wa sehemu ya haja kubwa. Hapa ndo huwa kunatokezea uvimbe, na huu uvimbe huu unasababishwa na nini? Uvimbe huu inakuwa ni ile hali ya damu, ile hali ya damu wakati inaposhuka inahitajika, ile hali yani ule mzunguko wa damu huo unafanyika vizuri. Damu ikishuka, ambayo ilokuja tunasema veni imeshusha damu ambayo ilokuwa yenye virutubishi, inatakiwa tunasema ateri imeshusha damu yenye virutubishi inatakiwa vein ichukue ipeleke juu, ile ambayo damu iliyokuwa tunasema damu chafu, kwa ajili ya kwenda kufanyiwa usafishaji na mazingira mengine. Sasa damu inatakiwa ishuke na nyingine ipande, ishuke, ipande. Ndio utaratibu wa mwili ulivyo, kwamba damu lazima ifanye rotation. Sasa wakati inaposhuka damu kupanda haipandi, inabidi na mishipa ya damu inavimba. Sasa ikivimba, ndio inakutengenezea madhara katika sehemu ile ya colon na sehemu ya anus ya haja kubwa hapa mwanzoni. Sasa ile pale ikivimba, ndio inakutengenezea madhara ambayo mwisho wa siku kuna misuli ya sehemu ya haja kubwa inavuka, hiyo ndio tunaita, tunaita bawasili. Ndivyo ilivyo hivyo, je yeah. Kwani hizi hatua za bawasili ni zipi? Kwa sababu tushaona ni uvimbe ambao umetengenezwa na ile mishipa ya damu ambao umefanyika katika sehemu ya kolon na sehemu ya haja kubwa ambayo kwa ndani. Je, labda hatua zake zinakuwa zipi? Kuna hatua za aina kuu nne za bawasili. Aina hatua zake tunasema, hatua ya kwanza ni bawasili ya ndani, ambayo ni uvimbe unatengeneza ndani lakini haujaruhusu ruhusu ile zile valve za haja kubwa kujiachia kwa sababu kuna valve mbili za haja kubwa. Kuna valve ya ndani alafu kuna valve ya nje. Ya ndani huwa sana inakuwa ni si huria, ya, ya, ya, ya nje inakuwa ni huria. Kwa hiyo sasa, ile ya ndani misuli yake ambayo si huria mpaka itengenezwe Yani, itoke amri kutoka katika ubongo kwamba sasa sasahiv jifunue, lakini ya nje inaweza tu ikaamua maamuzi kujifunua, kwa sababu ikiwa uko tayari hii inajifunua tu, lakini ile ndani mpaka iamrishwe. Kwa hiyo zile valvu za ndani misuli yake mpaka iamrishwe. Kwa hiyo kuna misuli ya aina mbili, kuna misuli ya ndani na misuli ya nje. Sasa ule uvimbe unasababisha kwamba mpaka ile misuli ya ndani kujiachia kutoka ndani, kwamba ile si huria, sasa inatengeneza huria kwa hiyo inalazimishwa kujitomoa nje. Sasa hatua ya kwanza ni ile hatua ya kwamba uvimbe tu upo ndani, na hii hatua ya kwanza huwa ina dalili zake. Kwa hiyo tutakwenda hatua ya kwanza na dalili zake, jinsi vile zilivyo. Hatua ya kwanza dalili yake ni kwamba, ili kujijua mimi sasa hivi nina bawasili ya ndani, unajitambua vipi? Kwamba dalili zake tunazitaja hapa kadhaa, mfano dalili ya kwanza ni ile sehemu ya haja kubwa ni kwamba inatengeneza mithili ya kuwakawaka moto, mithili kama umekula pilipili pili. Basi ujijue kama inafanya mara kwa mara hivyo, jijue hii ni dalili ya bawasili ya ndani. Lakini dalili ya pili ya bawasili ya ndani ni ile sehemu ya haja kubwa, wakati unapokwenda haja, ukimaliza haja ile sehemu ya haja kubwa huwa inacheza cheza, tunasema kwa lugha nyingine inapita pita. Yani inacheza cheza, ni kwamba haitulii ile sehemu ya haja kubwa, basi jua hii ni kwamba una dalili ya bawasili ya ndani tayari. Sehemu ile ya mwisho ya colon tayari imeshavimbisha. Na koloni hii ndio sehemu ambayo inayohifadhi izi, zile taka, yani ili kinyesi kishakuwa tayari huwa kinahifadhiwa pale. Kwa hiyo wakati kinahitajika kitolewe lazima kifikie kiasi kadhaa, yaani kuna kiwango chake. Kikifikia ndipo unapokuta sasa mwili unahitaji utoe zile taka kupitia sehemu ya anas. Kwa hiyo hii sehemu ya kolon ambayo inayohifadhi ni kwamba ikitengeneza hapa sehemu ya mwisho ikitengeneza uvimbe ndio unasababisha hiyo bawasili, tunasema bawasili ya hatua ya kwanza ya ndani. Kwa hiyo hii ni dalili tunasema ya pili kwamba ile sehemu nayo huwa inacheza cheza au inapita pita. Lakini dalili ya pili, dalili ya tatu, dalili ya tatu ni unapokwenda haja, wakati ukwenda haja unakuta kile kinyesi chako kimetengeneza damu, kimeambatana na vidamu damu, basi jua hii ni dalili ya bawasili bawasili ya ndani. Hii ni dalili nyingine ya tatu. Lakini dalili nyingine ya nne ya bawasili ni ile hali ya sehemu ya siri tunasema sehemu yako ya nyuma, sehemu ya anus, sehemu ya haja kubwa inatengeneza umajimaji, inatengeneza unyevu unyevu, inatengeneza majimaji ambayo unakuta nyepenyepe nyepe, ile haiishi. Kama umevaa nguo, basi wakati mwingine paka ile nguo inaroana, wewe ni mtoto wa kiume hata kama ni mtoto wa kike unakuta ile sehemu ya haja kubwa unyevu unyevu hauishi, maji umaji, umaji hauishi. Yani kama umevaa nguo basi unakuta una doa kabisa sehemu ya haja kubwa, unakuta unyevu unyevu maji maji ni mengi, mpaka mwenyewe ukijigusa mbona pana unyevu, unyevu mwingi sana hii. Jua ni dalili za bawasili ya ndani. Kwa hiyo hizo ni miongoni mwa dalili ambazo tunazungumzia chache tu za bawasili ya ndani. Lakini hii ni aina ya kwanza ya bawasili ya ndani. Aina ya pili ya bawasili. Aina ya pili ya bawasili ni ile hali ya ya ya ya, ya, ya nini sasa ile misuli au tunasema zile valvu za bawasi za nini za haja kubwa, kwa sababu haja kubwa ni lazima kuwa kuna valvu zimefunga ile sehemu ya ile tundu pale isijiachie. Ikijiachia ni hatari. Kwa hiyo zile valvu zinaweza sasa zinaanza kujiachia. Mwisho wa siku unakuta kama kuna kitu kimefurika katika sehemu yako ya haja kubwa. Kuna kama kuna kama utumbo fulani unajitokeza, au kuna kama dude fulani limejivimbisha, kama puto limejivimbisha katika sehemu ya haja kubwa. Yaani yaani wenye, unashangaa mbona hii nimeenda chooni, sehemu imevimba hivi, imefurika imefanya hivi. Hiyo ni hatua ya pili ya bawasili, na hatua hii huwa inajitokeza, lile linavimbisha alafu linarudi, yaani unakuta kama ka utumbo fulani vikajitokeza Google, limefurika, furika alafu linarudi. Hii ni hatua ya pili, ni kwamba ile sehemu inajichomoza alafu inajirudisha yenyewe bila kurudishwa, hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu, na hatua hii ni kwamba, hatua ya pili sio lazima mpaka eti tuone sijui kuna dalili gani zinajitokeza, utaona tu kwamba huu sehemu inavuka. Kwa hiyo hii kuona tu ishara ni wewe, inakupasa kujua kwamba hii ni dalili ya bawasili. Kwa nini linavuka hili na wakati lilikuwa halivuki? Nimezaliwa nikiwa vizuri tu, valvu zangu zimefunga vizuri, sehemu yangu hii ya ya ya haja kubwa ilikuwa imebana vizuri. Mbona sasa hivi inafunguka na kuachia hivi? Kuna kitu kinavuka na kurudi, mbona imejiachia? Kwamba ujue hii ni dalili ya bawasili hatua ya pili. Lakini hatua ya tatu ya bawasili, hatua ya tatu ya bawasili ni kwamba ile sehemu sasa ya haja kubwa inavuka na ikivuka, ile sehemu ya haja kubwa hairudi mpaka sasa uirudishe. Ukiirudisha tu ukiigusa kuirudisha ndani inarudi, hii jua ni hatua ya tatu ya bawasili, kwamba ile sehemu inavuka na ikivuka, ile sehemu ukiirudisha inarudi, sehemu ile inafura, ukiirudisha inarudi. Hii ni hatua ya tatu ya bawasili. Hatua ya nne ya bawasili ni hipi? Hatua ya nne ya bawasili ni kwamba ile sehemu inavuka, ukiirudisha, usiirudishe hairudi tena. Kwa hiyo yote lazimisha kurudi wala hairudi, jua kwamba hii sasa ni hatua ya mwisho, hatua ya nne ya bawasili. Kwa hiyo hii hahitaji eti kwamba uambiwe si nini, unaona tu sehemu yako kwamba menini, hata kimu, yani imejiachia. Hata ukimuuliza mtu mimi sehemu yangu hivi natakwambia tu dalili ya bawasili bila hata kufika kwa dokta. Hiyo ni dalili ya bawasili na hiyo ni sana, hizo dalili hizo zinakuwa ni kama ni watu wengi sana wanazijua. Hizi za mwanzo ndo kidogo zinatokeza ishara, watu wanakuwa mara anaambua hivi, mara pengine anachikichia tu, anaona tabu kusema labda mimi sehemu yangu ya haja kubwa inatoka toka maji, sehemu yangu ya haja kubwa inachosha sana, sehemu yangu ya haja kubwa inatengeneza ujoto ujoto. Mimi nikienda chooni kinisi yangu inatoka kinatengeneza mazingira ya damdamu kwa sababu na sasa hivi vyo ni cha kuflash. Kwa hiyo si aghalabu sana mtu kuangalia choo chake kinatoka kinatoka vidamdamu au kitoki vidamdamu yeye, yeah, anakienda na flash tu na kawaida. Kwa hiyo wakati mwingine dalili za mwanzo zile zote nyingi sana zinakuwa mtu hazielewi au anazichikichia au pengine inawezekana anaona tabu kuuliza. Basi jua kama unazo dalili hizo, jua ni bawasili tayari inakunyemelea au tayari imeshakuwa chronic. Sasa hebu tuangalie nini visababishi, visababishi vya madhara haya au maradhi haya ya bawasili ni kama hivi vifuatavyo. Kwanza, uzito mwingi, uzito kuzidi katika mwili wako. Watu wengi sana huwa wanapata maradhi haya halafu wanakuwa na uzito mkubwa. Hujua unaweza kujiweka kwenye hatari ya bawasili lakini pia si kupata tu bawasili. Kama utakuwa unayo bawasili, basi jua kwamba itakuwa ni ngumu sana hii bawasili kutibika, kwa sababu unaweza ukaitibu, lakini wakati huo uzito kila ukiwa upo, ujue ni miongoni mwa visababishi. Kwa hiyo kama kuna jambo ambalo linakusababisha wewe ukose amani, alafu lile jambo ikawa unalifuatilia, sidhani kama utaipata hiyo amani kama kuna jambo ambalo unasababisha wewe upate bawasili alafu lile jambo hutaki kuachana nalo, sidhani kama hiyo bawasili hata ikiondoka kama haitorudi tena. Kwa hiyo unaweza kuirudisha, kwa sababu visababishi bado unavyo. Na kwa nini hii huu uzito unasababisha? Kwa sababu sehemu inayoleta shida ni ile mishipa ya damu, kwamba haipeleki vizuri damu, kwamba ile sehemu ya anus pale pamoja na kolon tayari imeshafura imesha vimba kwa sababu damu haipeleki vizuri. Kwa hiyo uzito ukiwa mwingi unaweza kusababisha kwamba ile sehemu pia kuto kupeleka damu kwa vizuri, kwa sababu uzito ukiwa mwingi inamaanisha nyonga, mazingira ya kiuno, mazingira ya haja kubwa, kuna misuli inashindwa, inafeli, yaani inashindwa kufanya kazi zake vizuri. Kwa hiyo inakikuta ile misuli inafeli. Sasa ni vizuri kupunguza uzito, kwa sababu mwili ukizidi kuwa mzito, inamaanisha kuna mambo mengi utajikuta yanakutengenezea ya madhara, si haya y bawasili tu, bali kuna mambo tofauti tofauti katika mwili wako utajikuta yanatengenezeka na, na yanakusababishia madhara makubwa katika mwili wako. Uzito sio mzuri, kwa sababu uzito unaongeza mafuta ya tumbo inaongeza madhara tofauti tofauti, unasababisha hata ini kuleta shida, unasababisha hata mazingira ya moyo, milipuko ya moyo, damu kuto kutembea vizuri, kwa sababu unatengeneza mafuta mengi. Kwa hiyo yote kwa yote, uzito sio mzuri kuweza kusababisha hata bawasili yako kuchelewa kupona au kuto kupona kabisa, au unaweza ikapona alafu ikajirudisha tena. Kwa hiyo cha kwanza hichi ni uzito, lakini cha pili kutengeneza mazingira ya digestion yako kupenda kunywa maji, kujibalansi katika vyakula vyako, kutengeneza mazingira ya mfumo wa umeng'enyo wa chakula, kwa sababu wakati mwingine hii bawasili inaweza ikasababishwa na mfumo wa constipation, kuto kupata choo. Kwa nini? Kwa sababu ukitengeneza mazingira ya kuto kupata choo, kama si mpenzi wa kunywa maji mara kwa mara si mpenzi vyakula vyako, unavyokula havina fiber za kutosha, unapenda kula vyakula vigumu kama nyama za ng'ombe, vitu vya kula vyakula vingine vingine ambavyo vigumu havifanyi digestion ya kutosha, una uwezo wa kusababisha bawasili, aidha kuto kupona au kutengeneza bawasili kama, si, kama huna bawasili au kupona bawasili alafu kujirejea tena kwa sababu ukienda chooni unajikuta wewe unajiminya sana, hali ya kuwa haupati kile ambacho kinachotakiwa kupatikana. Sana sana unakuwa unajikinya sana, na ukijiminya kinachotoka ni vile vidodo vya mbuzimbuzi, mwisho wa siku vinatoka upepo tu. Unakaa muda mrefu sana chooni, unashindwa kutengeneza mazingira, ile misuli, mishipa kupeleka damu vizuri, inabidi unakuwa unaminya sana, damu inakwenda nyingi, lakini wakati wa kupanda haipushi vizuri rudi kuwa unasababisha ule uvimbe kuzidi, lakini pia unaweza kusababisha kutengeneza mazingira ya ule sasa, zile valvu zile valve mishipa ile ambayo inaweza kusaidiana na zile valvu ya ndani na valvu ya nje kuiruhusu kutoka kwa wepesi. Kwa hiyo ni mbaya sana, mbaya sana kuweka constipation, yani kuto kupata choo kutengeneza digestion yako ambayo ilikuwa sio nzuri katika utumbo mpana. Kwa hiyo tupendeleeni sana kunywa maji kwa wingi, tujitahidini sana. Mtu kama akijihisi hapati choo, atengeneze mazingira ili apate choo vizuri. Kwa hiyo hiyo pia ni miongoni mwa visababishi ambavyo vinaweza kusababisha aidha bawasili kuto kupona kwa wakati au bawasili kupona kujirejea tena au kupata maradhi ya bawasili lakini Dele, sababu nyingine, sababu nyingine ni aidha kubeba vitu vizito au ku, ku, ku yani wale ambao wanasema, mfano mfano, unachukua wale ma bodybuilder vyuma, magunia, au pengine wewe ni mtu yani, kwa wastani vitu vizito, mbebaji wa vitu vizito, kama unabawasili unatakiwa upunguze kubeba vitu vizito au uwache kwa sababu, ukiwa ni mbeba vyuma alafu una bawasili hata ukitumia dawa inaweza ikaondoka ikajirejesha. Kwa sababu gani? Kwa sababu unapobeba vitu vizito, ni lazima sehemu ya haja kubwa, nyonga huwa inatumia nguvu sana, sehemu ya kiuno huwa inatumia nguvu sana wakati unapobeba vile vitu vizito. Sasa kitu kinachotumika nguvu sana ni lazima damu ile sehemu ifike ya kutosha, ili utumie zile nguvu. Sasa wakati ule kama utabeba kwa muda kwa, kwa muda mkubwa, wakati kuna udhaifu katika sehemu yako ya haja ya kubwa, ni lazima utasababisha ule ile sehemu ukitumia zile nguvu wakati zina udhaifu, itavuka na pia itachelewa kupona, itashindwa kujirejesha kwa sababu unabeba vitu vizito. Kwa hiyo ili kupona kwa wepesi na pia maradhi yako yasijirejee mara kwa mara, punguza kubeba vitu vizito. Kwa hiyo hii pia ni miongoni mwa visababishi, lakini kisababishi chengine kisababishi chengine cha bawasili ni kukaa muda mrefu au kusimama muda mrefu. Hii pia ni kisababishi sana cha bawasili, kukaa muda mrefu au kusimama kwa muda mrefu wale mfano fundi cherehani au mfano daladala dala, mtu dereva wa dala daladala, anatembea umbali mrefu, ni abiria, anatoka hapa mpaka Mwanza hatupumziki. Mfano nachukulia mfano, lakini na sehemu nyingine tofauti tofauti za mbali. Lakini vile vile inawezekana ikawa pengine ni mwendesha bodaboda, yani labda gari za, za, za, za wachukuaji wageni na mazingira mengine mengine yote, alafu unabawasili jikute kama ni dada, kama ni kaka, hemu fanya njia maalumu hizo hizo, vitu vipunguze au viache, kwa sababu vitakuchochea hayo maradhi ya bawasili, aidha kuto kupona kwa wepesi, au kupona alafu yakajirejea au kupata maradhi ya bawasili. Ikiwa unakaa kitako sana, ikiwa unasimama sana, unaweza kusababisha hivyo. Kwa nini unasababisha hivyo? Kwa sababu unapokaa kitako muda mrefu au unaposimama muda mrefu, misuli ya haja kubwa, misuli ya sehemu ya nyonga, ule uzito wote unafikia katika maeneo hayo. Sehemu ya nyonga inabeba sana uzito unapokaa, sehemu ya nyonga inabeba sana uzito, sehemu ya haja kubwa inabeba sana uzito Unaposimama sehemu yenyewe inabeba sana uzito, sehemu ya haja kubwa inabeba sana uzito. Kwa hiyo unaweza kusababisha, kwa sababu kuna shinikizo katika sehemu yako ya haja kubwa, na ule uzito wa mwili unabebwa ikiwa sehemu hizo. Kwa hiyo unaweza kusababisha aidha kuchelewa kupona au kupona alafu kujirejea rejea tena. Hivyo ni miongoni mwa visababishi, lakini visababishi vingine ni kufanya mapenzi kinyume na maumbile pia huwa inaweza kusababisha sehemu hii ya colon na sehemu hii ya anus kutengeneza mazingira haya bawasili kuvimba na kuachisha ile sehemu kujirejesha nje, kwa sababu ya kwamba ukifanya kinyume na maumbile ina uwezo wa kusababishia hivyo, unalegeza ile misuli. Lakini pia unaweza kusababisha hata mifumo ya damu na kutengeneza mazingira mengine, ile sehemu ni kwamba inatengeneza uvimbe kwa ndani. Kwa hiyo nayo pia hii ni miongoni mwa dalili vile vile. Kufanya kinyume na maumbile unaweza kusababisha kupata bawasili. Hizi ni miongoni mwa dalili za miongoni mwa visababishi vya bawasili. Kwa hiyo kama una visababishi hivi unavifanya au miongoni, wewe una bawasili au unajiona na dalili za bawasili, aidha ya ndani ya nje, alafu una vitu hivi unavifanya Suluhisho, suluhisho, suluhisho lake ni vizuri, kwanza uwachane na hivi visababishi vyote. Aidha, kama uwezi kuachana navyo moja kwa moja, punguza hivi visababishi ili kupata ku maintain kupata kutengeneza hii sehemu yako ya haja kubwa, sehemu yako ya njia ya haja kubwa, ili kukaa sawa bila hivyo bado utasumbuka utateseka utatafuta madawa tofauti tofauti, lakini ngoma itakuwa pale pale. Punguza ulaji wa hovyo, vina faiba nyingi za kutosha, usile vyakula vizito sana, ambavyo vinashindikana kufanya mmeng'enyo, na kama utakula hivyo vyakula tekniki muda kabla ya kulala. Lakini vile vile punguza uzito. Ukipunguza uzito, utakusababishia mazingira ya kuachisha hii bawasili kiurahisi. Punguza kubeba vitu vizito na mazingira mengine mengine, lakini nikupe suluhisho ambalo bora zaidi. Tena ni suluhisho bora yani, kama utalitafuta au utaipata iklipu, utakuja kunikumbuka. Elewa kwamba bawasili imeshakoma na imeshaondoka zipo dawa muhimu sana sana sana sana za miti ambazo zina mchanganyiko bora wa miti, na ukitumia zitakupa suluhisho kubwa sana la kuondokana na tatizo hili la amoroidi au tatizo hili la bawasili, na mwisho wa siku utakuja kunishukuru. Ipo dawa ambayo inaitwa piles au piles, hii ni dawa bora sana inakwenda kutengeneza ustawa mzuri wa mishipa ile sehemu ambayo iliyokuwa imevimba ndani, sehemu ya colon mwisho, karibu na anus pale, inatengeneza ustawa mzuri na damu inapita kwa uweledi mzuri, na ule uvimbe unayeyuka unaachia ndani. Kwa hiyo ile sehemu ya njia ya haja kubwa inakuwa iko smooth inakuwa iko sawa, inarejea kama ilivyokuwa mwanzo. Lakini kama hiyo itoshi, tunahitaji kutoa sasa hizi tunazosema ni valve za haja kubwa, ile mishipa ambayo inashikilia ile zile valve za haja kubwa ndani na nje, ili kurejea kuwa sawa, sehemu ya haja kubwa iwe imebana vizuri, kama ni kuamrishwa sehemu muda wa, wa, wa kwenda haja iamrishwe, na hii huku ifanya utendaji wake kama mwanzo ulivyokuwa isitengeneze madhara. hipo dawa ambayo ni dawa bora sana ukitumia hii pilas, pamoja na chirozo. Ipo dawa inaitwa chirozo. Hiyo dawa ni dawa bora sana na hili jina la chirozo kidogo nawadokezea wakati tunaingia tunamalizia -tuna, -tuna hili niofahamishe kuhusiana na hii dawa ya chirozo. Hili jina la chirozo ni jina ambalo limekuja kwa lugha kidogo, lugha ya wale watu wa Tanga ambayo kuna kabila wanaita Wadigo, wanatumia sana ili neno chirozo. Chirozo maanake ni kama maajabu, maajabu. Yani utaona chirozo cha hii dawa au maajabu ya hii dawa, yani ndani ya hii dawa kuna uzito fulani, ukiupaka katika sehemu ile ya ule tunasema, ule ule, ile sehemu ya haja kubwa iliyoshuka ile sehemu inakuja juu na inarikava vizuri vizuri vizuri. Na hii kwa kina mama, chirozo inaweza kukusaidia hata kama mama pengine anatengeneza anatiririsha maji machafu katika sehemu ya uke basi hii inamsafisha vizuri na inamtengenezea vizuri kuondosha yale majimaji, una mapid una uchafu, kuna harufu mbaya katika sehemu za, za uke. Basi ile inaweza kukusafisha na ikaondosha, una mwasho mkali sana ambao unakuja katika sehemu za via vya uzazi. Hii inakusafisha vizuri na inaondosha ule mwasho mkali. Yaani chirozo ni dawa besti sana, ambayo ukiwa nayo ni dawa ndogo tu, lakini ina uwezo kukutengenezea mazingira mazuri sana na ikakuacha uhuru ukao, uko salama. Kuna kina mama wanapata shida sana, yuko mbele za wenzie, yupo kwenye vikoba, yaani yeye kazi yake ni kupiga gitaa tu, mpaka anaona aibu, anajibanabana. Mwisho wa siku anaona bora basi aishe tu, naumia, atafanya nini? Inabidi ajikune tu. Usipate tabu mama, chirozo ni mkombozi wako. Chirozo ni mkombozi wako, Piles ni mkombozi wako. Itakusaidia sana kuondoa bawasili yote, iwe ni ya ndani, iwe ni ya nje, itasafishwa vizuri, na sehemu yako ya haja kubwa itakuwa salama. Utanishukuru kama utakupata hizi dawa, utanishukuru kwa sababu ni dawa ambazo zimefanya utendaji mzuri, na ni ndani ya siku ishirini na moja tu bawasili kodo imeshaondoka. Umeshateseka miaka dahali, umeshateseka miaka kibao, umeshateseka mamiezi, umeshateseka na mamiaka. Kwa nini ushindwe kuipata Chirozo? Kwa nini ushindwe kuipata Pilis? Pata mama, pata baba, pata ndugu yangu, pata dada yangu, pata kaka yangu. Chirozo pamoja na piles, ni dawa bora bora bora bora, haijawahi kutokea, na utanishukuru na utanishukuru na utanishukuru. Pata mimi. Nimeishia hapa leo, nilikuwa nazungumzia kuhusiana na habari ya bawasili na pia suluhisho la bawasili, lakini kwa vile nilivyo vizungumza vyote vifanyie kazi, vitakusaidia sana. Hata kama usipopata dawa, basi haya mazingira ukiwafanyia kazi yatakusaidia sana sana sana, lakini dawa itakuwa ni mkombozi wako na suluhisho kabisa kuondokana na tatizo.